Kwa majina yanaitwa Catherine Douglas, napatikana mkoa wa Rukwa. Mwanamke anaweza, ndio maana tunaona hata rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni mwanamke mwenzetu, lakini pia kuna viongozi mbalimbali mbali ambao ni wanawake kama sisi, hivyo basi mwanamke anaweza, na tunatakiwa tusikate tamaa, tuendelee kusonga mbele tuendelee kufanya mambo ambayo yanaweza kututoa chini kutupeleka juu, ili kesho na kesho kutwa na sisi tuje tushike nyadhifa tofauti tofauti za uongozi kama wanavyoshika wanawake wenzetu. Mwanamke alikuwa anaonekana hawezi, ngazi za uongozi anapewa mwanaume tu, lakini sasa hivi nikiangalia kwenye taasisi inayotoka mimi, viongozi wapo, wanawake wenzangu wapo, wanaongoza na wanaweza tuwe na umoja hivi, kwa sababu tunapewa nafasi tofauti tofauti, hata serikalini pia tunapewa nafasi tofauti za kuongoza. Huu ni umri mzuri kuendelea kuweka mipango, angalau hata baadaye naweza kuwa kiongozi wako. Natamani kushika nafasi ya ubunge, ili niweze kuelimisha jamii na wanawake wenzangu, tuweze kuwa moto, tuachane na elimu za nyuma ambazo hatujawahi zikamilisha yani, tukamilishe na familia zetu zikamilishe elimu ziweze kupata madaraka ya juu. Bila kuwa na pesa, kwa kweli hatuwezi kufikia ndoto zetu. Wako wanawake wengi ambao wamesoma, wana uwezo wa uongozi, lakini inapokuja swala la pesa tu, hapo ndo wanaona mwanamke anarudi nyuma, wanasimama watu wengine ambao wana uwezo mkubwa kifedha. Na wajumbe kama wanavyojua, hiyo ni changamoto kubwa, lakini iko mifumo dume ambayo inaamini kwamba bado wanawake, baadhi ya maeneo hawezi kufiti. Unaona kabisa hata ukiangalia kwenye magrupu yetu na nini ndani ya mkoa hawaongelei sana wanawake kugombea majimbo.